Ah, mimi ujue mimi kwenye akili yangu sifikiri kama nafanya mziki kwa ajili ya watu wa sehemu moja. Nafikiria kama nafanya mziki kwa watu wa sehemu nyingi tofauti na hii industry ni kubwa sana. Ndio maana kwa nimetoa ngoma na msanii wewe umjui. Lakini msanii uko kwao kwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi napeka sana yangu pale. Nafikiri mwaka jana mwishoni nilienda au mwanzo mwaka huu mwanzoni, If I'm not mistaken, nilikuwa Angola fanya kitu kikubwa sana. Ukifika kule, mtu anaona si kama kaja nani. Kwa sababu tulifanya kazi na wasanii wa Angola. Lakini pia mwaka huu nadhani tumefanya kazi na one of the biggest artists kutoka Congo my brother Feregola wimbo wa Mobondo ambao nilifanya naye ni wimbo namba moja Kongo. Tumefika Kongo, tunaimba mstari kwa mstari. Kongo ni kubwa sana , usichanganyikiwe na Kongo ya huku Goma, labda huku Bukavu ni jirani sana na Tanzania, kwa hiyo, of course, Bongo miziki ya bongo mingi iko pale, lakini Kinshasa mbali kidogo, ni kama mji mkubwa sana, mji wa kibiashara. Kwa Kinshasa ni mbali sana, wanaiti sana wa Kongo wenyewe. Kwa kufika kule na kupata nafasi ya kuperform na no, ukiangalia mimi ndo msanii wa kwanza kutoka Tanzania ambaye nimeperform Kinshasa. Msanii wa kwanza kwenda na kuperform Kinshasa. Sijui kama kuna mwingine. Kwa ndio hivyo vitu ambavyo mimi wanaviangalia. Nikafanya nyimbo na wasanii tofauti tofauti sehemu zote tofauti tofauti duniani kwa sababu napenda mziki wangu uwe unasikilizwa sehemu tofauti tofauti duniani, na ndo maana ukiangalia, nesa nesa, unapata reaction ya watu kutoka sehemu nyingi tofauti, kwa sababu si tumeimba Kiswahili, na tumeweka vitu ambavyo ni universal. Mziki ni universal language, sio lazima uimbe kizungu, lakini unaona mataifa tofauti tofauti wana wanafurahia kitu ambacho tumekifanya. Na sisi kuposti, kuonyesha kwamba tuna appreciate tunachokifanya, sio ku brag, ni kutangaza sanaa yetu. Kwa sababu sanaa inavyozidi kuwa kubwa, soko linazidi kuwa kubwa. Soko linavyozidi kuwa kubwa, imagine msanii wa Tanzania anaenda kufanya show O2 au anaenda kufanya show Wembley Stadium. Unafikiri media ngapi za Tanzania zitaenda? Show ya nyumbani. So, wanavyoenda wasanii international hata media zinaenda international. Umenielewa sijui. So hii ni kwa ajili ya sanaa yetu kiujumla, kuliko kukaa kuanza kutafuta maneno ya kumtukana mtu, kukaa kutafuta maneno ya kumdisappoint mtu. Ni muda wa kukaa kuanza kusupport kile kitu ambacho tunakifanya. So, so, yes. Upo katikati ya wasanii A-list na wewe ndo msanii pekee pia no, umeonyesha kutokuwa na sintofahamu. yes, yeah. yeah. Uh, na msanii yote yule Platinum za Alikiba Harmonize, na juzi tu katika uh, tuzo za Trace tumemwona pia Platinum zakiwa na Harmonize Alikiba, akiwa na Harmonize, pengine ni miongoni mwa ndoto zako kuhakikisha wasanii hawa A-list wanakuwa katika umoja kama ambavyo upo katikati yao. Unaweza ukaona mwenyewe kwa macho yako kwamba watu wote wako fair na unajua watu wengi wanapofika time, wanakuwa na mafanikio chuki zinapungua. Hujue shida labda afu au kukosa kiasi kukosa pesa sometimes inahitaga ugomvi sana, lakini God is good. Industry inakuwa wasanii wanapata riski, na tunakuwa na umoja na ushirikiano, na kila mtu anafanya vitu vyake Ushindani unakuwepo labda kwenye kazi kwamba nataka kutoa kazi yangu bora kuliko kazi ya mtu mwingine, lakini zile chuki za personal na mind huyu na mchukia huyu sio sawa na, na ni kitu kizuri unapoona wasanii wanakuwa kitu kimoja. It's not bad. Yeah. Hongera sana Rayvanny, uh, kwa dili la leo lakini pia hongera kama msanii ambaye una exposure. Unajua umezunguka kwenye tuzo tofauti tofauti duniani, kuna sehemu tofauti tofauti. Naona hata miwani yako ina chui pembeni. Custom made, eh? Uh, I don't want to talk, talk too much about my stuff lakini mimi nataka tuzungumzie tuzo za tres. Uh, nafikiri wewe kama msanii utakao kukutana na comments tofauti tofauti mtandaoni kuhusiana na tuzo za tres, na hasa show ya Mario. Ilionekana kama amezingua kwenye performance. Hatujajua kwa upande wake tatizo lilikuwa ni nini, kwa sababu hakuzungumzia, lakini natamani uizungumze wewe kwa experience yako kwenye tuzo ulizozunguka, ulivyoiona Uh, unajua mimi sita kuongea sana kuhusiana na mtu au alikosea au kukosea. Sana watongea mashabiki ambao ndo wanaoona. Unajua mashabiki sasa hivi wengi wanajua vitu, uwezi kuwadanganya, dunia wako nayo mkononi, wanajua wasanii wapi, wanajua wasanii walotoka nje, wanajua wasanii wa nje wanafanyaje, so wanafanya comparison ya wanachokiona huku na wanachokiona kwenu. Sidhani kama wanambuli au wanatukana lakini wanataka kuona kitu bora zaidi, kitu bora, mm -hmm. Lakini watu wanataka mm -hmm. Uh, mm -hmm. kitu kuelewa wa, lakini you have to take it na uifanyie kazi. mm -hmm. Ila mimi nitaongea generally kwamba ili show iwe nzuri inataka vitu vingi kwa pamoja, inataka msanii cha kwanza, inataka watu wa bend cha pili, kwa sababu niliona hata wenyewe walitaka kuifanya wao ambao walifanya wao, amba wao. Kama ukujua haikuwa ile live tu ambayo iko kawaida, ni live ambayo pia ina autotune ambao wanafanya wazungu. Sasa live yenye autotune, manake inatakiwa uimbe kwenye key, ikiwa kama umejaimba kwenye key una kuna changamoto, lakini ukiacha hiyo pia kuna live inayorushwa live inayorushwa pia inatakiwa itoe sound nzuri Yani, the way wameweka mic na kila kitu, unakuta mtu aliyokuwa kwenye show anaweza akawa ali enjoy show kuliko ambaye alikuwa anaangalia kwenye kwenye live. Kwa tuangalie vitu vingi kabla tujaenda kusema msanii kakosea, kusema msanii kakosea ukapatia. Watu wetu wa live wawe sawa, uh, watu wa band wawe sawa, watu wanao balance zile sauti kuzitoa ziwe sawa, ili lawama isiwe kwa mtu mmoja. Unaweza kuimba vizuri, lakini mtu asisikie sauti. unanielewa sijui? Eh, Una, kwa sababu ya watu wanaorusha live au kuna muda mwingine unakuta we msanii unaimba vizuri mziki uko chini, vitu viko juu, so it's about kubalance vitu na vitu vote vyote, mm. viende kwa pamoja, hata waamisha picha mm. no, yeah. Unajua, unaweza kwa kwenye live inatoka engo hii inakuja engo hii inatoka engo hii inakuja engo hii, kuna engo. Hata kama mtu anafanya kitu kizuri, ukiona it's boring mm. kwa hiyo ni, ni, ni swala la, la, la, kiujumla, tusistiki na msanii tu mm-hmm. waandaaji Uh, watu wanaorusha live uh, watu wanaofanya band wote tuwe uniform, tutoe kitu kizuri, tuangalie sana kwa wenzetu, tufanye kitu kizuri. Na kitu kingine ni, ni, ni kuangalia, kuangalia best usi, usi, usi, usi, usi, unapofanya labda tuzo au unapofanya show usiangalie eti mimi nampenda nani au mimi namtaka nani, angalia kwamba nani anaweza akafanya nini. Umenielewa? sijui That's the thing, pia cha kuangalia kwamba wewe umempeleka. I'm not sure kama Mario alifanya rehearsal, ninavyosikia kama walikwenda kwenye kwenye rehearsal, kulikuwa kuna muda ule, wakaenda wakaenda wakaenda tena wakaenda tena wakarudi tena, hata wakati wamefanya rehearsal, unakuta mtu hajapata muda mzuri wa kufanya rehearsal, hata hajapata muda mzuri wa kushikana, kwa sababu wasanii walikuwa wamepewa muda mdogo mdogo sana. Kwa kama umepewa nyimbo mbili, unakuta hata muda wako wa kwenda kufanya rehearsal, uweze kustick na watu pia unakuwa ni mdogo. Kwa sababu performance ilikuwa na watu wengi sana, kila mtu alikuwa na perform. Ukiangalia karibia watu almost 20, kila mtu live, kila mtu anaperform. Sasa pale unabidi uchague watu ambao bana, watu wataperform, ambao wapate muda mzuri wa kuorganize na watu wa sound, watu wa live, watu wa kiasi. Nafikiri changamoto ilikuwa hapo kwamba performance zilikuwa ni nyingi, na kila msanii ana set yake, atavyoimba Harmonize ana key zake, atavyoimba BNN ana key yake, atavyoimba Mario ana key yake, na wengi walikuwa ndio wanapiga live, so unaona mambo ni mengi sana ambayo yanatokea sehemu moja, kwa sababu vitu vinakuwa vingi, unataka vyote uvifanye at the same time, which is not good. Okay, yes.